Mheshimiwa Tulia atawakilisha wabunge wote yeye ndiye atawakilisha. Kwa tutomba wengine tumsamee kulingana na muda, karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijatoa pole kwa niaba ya wabunge wengine kwa sababu wabunge wa mkoa wa Dodoma wamepata nafasi ya kupita hapa mbele, na wabunge baadhi yao ni wageni, kwa maana ya hili ni bunge jipya, basi niwaombe waombe waheshimiwa bunge, pamoja na kwamba mtapata apata fursa ya kuzungumza, lakini wote kwa umoja wetu tupite hapa mbele, ili wananchi mnaowakilisha waweze kuwaona na kuwafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wakija hapa mbele kwa ajili ya kukomboa muda, nitoe pole sana kwa familia ya marehemu. Kila mmoja wenu tunawaombea Mungu awaguse kwa namna ya tofauti kabisa awafariji. Sote tunafahamu wanadamu tunaweza kusema maneno mengi sana, lakini mfariji wa kweli ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tunawaombea mpite salama katika jambo hili ambalo lina hisia nyingi, lina uchungu mwingi, lakini hatuna shaka Mungu ambaye mnamtumikia, Mungu ambaye amemtumikia aliyelala hapa, lakini na kundi la watumishi hapa. Nilikuwa nikisikiliza wakitambulishwa, wametoka katika madhehebu. Kubali salamu hizi ambazo sisi wabunge tulioko hapa kwa uwakilishi wetu tunazitoa kwa niaba ya wabunge wenzetu wote. Tumezisikiliza salamu zote mlizozisema hapa. Na sisi mengine tumeachukua kama sehemu ya wawakilishi wenu yale ambayo tunaweza kwenda kufanya bora zaidi ili Tanzania yetu iwe bora zaidi. Lakini yale ambayo tumeyazungumza ya kujifunza kuhusu maisha yetu, na sisi tumejifunza, tumeona wapi ambapo tunaweza kufanya bora kabisa. Kama huyo aliyelala alikuwa tu ni MC Pilipili pili. Alikuwa tu mwalimu lakini pia alikuwa ni mchungaji na hapa nikasikia na vyoo vingine vya ukuhani ameweza kufanya hayo yote bila shaka. Sisi kama wawakilishi wa wananchi tunaweza kufanya zaidi ya hapo na Mungu atusaidie. Ndugu zangu, muda wetu umekwenda sana, lakini katika hayo, ufupi wa yale yote yaliyosemwa hapa. Ndugu yetu aliyelala alikuwa na miaka arobaini hatufahamu ni wangapi tulioko hapa tumefikisha miaka arobaini hatufahamu ni wangapi tulioko hapa tumezidi miaka arobaini lakini biblia inasema katika kitabu cha ayubu kumi na nne moja mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi naye amejaa taabu yani maisha yake anapita kama maua lakini hapa pia limesemwa neno la mungu kutoka katika kitabu cha ufunuo 14:13 Heri wafu wafau katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao na matendo yao yanafuatana nao. Wewe ni matendo gani yatafuatana nawe ukilala? Watu watasema hadithi gani ukiwa umelala? Kwa nini ukilala matendo yanaenda nawe? Tujitahidi hadithi zitakazokuwa nyuma yetu ni kama za ndugu yetu kutoka kela kama ndugu yetu wamesema maneno mazuri hapa, yale ambayo tuna yale ambayo tunaamini yameambatana na ndugu yetu, na sisi tujifunze kupita, kupitia maisha yake na msiba huu. Leo tunapotoka huku nyuma, tusiache watu wenye machozi wanaolia kwa sababu yetu, tuache watu wenye tabasamu ambao wana tabasamu kwa sababu na sisi tulipita duniani. Mungu awabariki sana nyinyi nyote mliokuja kushini ushauri wenu tutaendelea kufanyia kazi. Pamoja na hayo, tuendelee kushirikiana kwenye jamii kama ambavyo leo tumeweza kushirikiana hapa katika jambo hili gumu ambalo limetupata kama jamii. Mungu awabariki sana. Basi kila mmoja wetu aliyejiandaa kwa ajili ya rambirambi atakabidhi. Wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya kuchanga kwenye, mcha, uh, kwenye jambo ambalo ndugu yetu Anthony Mavunde amelianzisha kwa ajili ya watoto watafanya hivyo na wale wenye utayari wa kukabidhi rambirambi kwa familia basi watafanya hivyo. Yule anayepokea rambirambi kwa niaba ya familia anaweza kuja hapa mbele ili akabidhiwe lakini wale ambao wengine watapeleka kule, wengine wanaenda kujipanga, basi kila mmoja atafanya kwa sehemu yake. Mungu awabariki sana, asanteni sana sana kwa kutupa fursa hii ya kuwasalimu. Asante.